Spika, katika maelezo yako ulivyojieleza inaonekana ni mtu ambaye unafuatilia sana bunge na unazijua kanuni za bunge, na na umeenda mbali kusema kwamba iwapo tutakuchagua kwa kura nyingi ukawa spika wetu, utaenda kuondoa kanuni kandamizi za bunge. Unaweza kuwatajia wabunge hao ambao ndio watakupigia kura ni kanuni ipi mojawapo ambayo unaijua ni kandamizi ambayo spika utaiondoa? Asante sana mheshimiwa kwa swali zuri. Ni... Nakuruhusu, jibu tu. Endelea kujibu usipika, uh, usipika ni ni taasisi na kwa kanuni za uongozi, unapokuwa umechaguliwa kuwa kiongozi, kuna kitu kinaitwa job description unapewa. Sasa mimi sijawahi kuwa mbunge wala sijawahi kuwa spika. Ndio kwanza nimesimama leo kugombea kwa nikisha nikishaapishwa, leo mkinipa ridhani, nikiapishwa, moja ya kazi kubwa ni kila siku, siku na mchana kusoma kanuni, kiasi kwamba zikae hapo. Mheshimiwa Msukuma. na kshukuru mwenyekiti, ninatamani ni, ni kumpigia kula mgombea, na amejieleza vizuri, lakini ameeleza shule yake, ameeleza kazi alizozifanya, nimeona anaongelea samaki samaki samaki mpaka mwisho sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikimwangalia appearance mgombea, ananyota mabegani, na nikawa najiuliza majeshi yana uniform tofauti. Sasa nikijaribu kuangalia naona kama sergeant sielewi. Sasa nikataka kujua Mheshimiwa mgombea, hizi nyota ulizovaa mabegani ni moja ya hmm, uniform za kazi yako uliyowahi kufanya, au ni swaga ya leo uliyokuja nayo bungeni? Mheshimiwa Amini, hilo sio swali, hiyo ni fashion hiyo. Na, uh, fashion hiyo naomba yon... pia kumsa... naweza kumsaidia kumjibu. Mwenyekiti, unataka kumjibu? Ndiyo. Hala. Na. Haya, endelea. Ingawa sina kumbukumbu nzuri kumbu ilikuwa tarehe ngapi, lakini but still I remember, Eh. Wakati tunaelekea uchaguzi mkuu tuliitishwa kwa mheshimiwa msajili wa vyama, tukapewa uh -huh. semina moja ya semina tuliyopewa ni, Uh, protocol and the leadership. Akawa bwana mmoja anaitwa Umari, somebody Umari nani, uh, akasema kiongozi lazima uwe smart. Kwa hiyo sikuwadai rangi, Mheshimiwa Msukuma jirani yangu, tamu ya chai sukari, yani mapambo, tuna smartness. Haya, nadhani maswali yameisha, tunakuruhusu. Tunakushukuru sana ndugu Amini.